Pengine uh, kile ambacho umekiona Deotraphe, <coughs> pamoja na mambo yote kutokea, wachezaji gani ambao wamekuvutia zaidi hi leo kwa upande wa Simba <laughs> na vilevile kwa upande wa uh, Young Africans? Uh, namba 1 kwa upande wa Simba ni Rushine de Reuck eh, mm, kama kuna wakati tunasema kama asingekuwa huyu tungekuwa tunazungumza mambo mengine, kama asingekuwa Rushine de Reuck, na Yanga wangekuwa na ufanisi zaidi katika eneo la ufungaji. Sasa hivi tungekuwa tunazungumza zaidi ya goli moja au zaidi ya magoli mawili. Kuna wakati unaona ni uh, teamwork, lakini kuna wakati unaona ni uwezo binafsi wa mchezaji. Nyakati nyingi ambazo Yanga wamekuwa wakishambulia, tunaona uwezo binafsi wa Rushine de Reuck katika kuokoa zile kosakosa kosa ambazo Yanga walikuwa wanashambulia. Kwa kwa upande wa Simba, namba moja ni Rushine de Reuck. Namba mbili kwa upande wa Simba, Siwezi kumwacha golikipa uh, Musa pempe ni Kamara, kwa sababu kuna nyakati mna msifu yeye katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kipindi ambacho Yanga wanashambulia zile, ukua, yani zile ile michomo hmm. Kuna kevu ambayo alipiga pako mezuzwa uh, tulikuwa tunaangalia mpira wote, sema kweli hapa ndo spiderman yani, hmm. Unaondoa sasa ile sifa ya golikipa unaweka ya ziada aliweza kuokoa mchomo mzuri na kingine ambacho cha ziada ambacho alikuwa nakifanya pindepende Kamara alikuwa na yani, so, anaiongezea nguvu safu ya ulinzi, kipindi ambacho timu ikiwa na mpira, kwa maana ndio anakuwa mtu wa kati alafu huyu Rushine de Reuck na mlinzi mwingine wanatanua, anatumika kama a, unasema wale wache, mchezaji wa ziada ambaye anaweza kuanzisha mashambulizi na kuna pasi kama mbili ambazo alizitoa mbili au tatu ambazo zilienda kuleta madhara kwenye lango la Yanga. Nakumbuka pasi ya Kip Dennis ilikuwa moja kwa moja kutoka kwa Pini Pini Kamara. Akaichukua akaichukua Kip Dennis akalazimisha, bahati nzuri golikipa akaenda kuokoa. Kwa hiyo mchezaji mm. namba mbili kwa upande wa Simba ni golikipa. Mm. Ni wangapi na wataja wa Simba? Wanatosha. Wa Yanga wana moja tu. Nilikwambia na Yanga yaa, moja huko moja huko. Yanga bana ubingwa wakamkabidhi Jugidiara. Pamoja na yoyote na ule wasiwasi wasi ambao tulikuwa nao mbele ya kocha uh, Romain Folz kumwanzisha Azizi uh, adabu uh, lakini kiukweli amekuwa uh, kile uh, kitu ambacho unasema kwamba pengine mm. Young Africans itapata balance mm. wapya ya timu kwenye nafasi ya Khalid Aucho. Unaona majukumu ambayo alikuwa akiatimiza mm. akisaidiana na wachezaji wengine <mucho> <mucho>